Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Guo Jiaqun alisema katika mkutano na waandishi wa habari tarehe 24 Juni kwamba Beijing ina wasiwasi mkubwa kuhusu yaliyokuwa yakiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati kufuatia hatua ya Israel kuishambulia Iran. Maoni hayo yalikuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kukomesha kabisa na kwa kina kwa uhasama huo. Guo kwa mara nyingine tena alitoa wito kwa pande zinazohusika kurejea kwenye njia sahihi ya suluhu la kisiasa na kusisitiza kuwa China inapenda kushirikiana na jumuiya ya kimataifa kudumisha amani na utulivu katika Mashariki ya Kati. Katika mtandao wa kijamii wa Kichina wa Weibo, watumiaji walikuwa na maoni zaidi au kidogo kwamba mabadiliko ya ghafla ya matukio na tangazo la usitishaji vita vilionyesha kuwa hakuna upande unaotaka vita vya muda mrefu na kwamba pande zote zinajaribu kujionyesha kuwa washindi. Shenyi mchambuzi mashuhuri wa China mwenye msimamo mkali wa kitaifa alisema si Trump wala Irani waliokuwa tayari kuendeleza vita. Jean Kanirog, profesa na mchambuzi mwingine mashuhuri, alielezea shambulio la Irani kwenye kambi ya jeshi la Marekani kama mwitikio wa ishara. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Uingereza BBC, Katari ilitangaza kuwa ilinasa makombora yote ya Irani mnamo Juni 23 na Trump aliishukuru Tehrani kwa kutoa onyo la mapema ili kuzuia majeruhi. Yu Shijin, muhariri mkuu wa zamani wa gazeti la kitaifa linaloendeshwa na serikali, Global Times, pia alisema kuwa siku mbili za mwisho za mapigano zilikuwa kama onyesho ambalo liliruhusu pande zote kuonekana washindi.

Ho, alisema licha ya pigo kubwa iliyolipata Iran, Tehrani iliweza kudumisha taswira yake ya roho isiyoweza kushindwa, kuweka muundo wake wa kisiasa na kumweka madarakani Ali Khamenei kiongozi wa Jamhuri ya Kiislam. Aliongeza kuwa Trump sasa anaweza kudai kumaliza vita na kuondoa tishio la nyuklia la Iran. Alisema Trump aliweza kupata ushindi wa haraka kwa kuepuka kuingiza nchi katika vita vya machafuko kuhusu Israeli sema ingawa nchi hiyo ilishindwa kuunganisha utawala wa Khamenei, ilitoa pigo kubwa kwa uwezo wa nyuklia wa Iran, ambao kwa mujibu wa uchambuzi wa Marekani utachukua angalau miaka nane hadi kumi kujenga upya. Hata hivyo, Han Peng, mkuu wa ofisi ya Marekani kaskazini ya kikundi cha habari kinachomilikiwa na serikali ya China, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Weibo kwamba nchi zote tatu zilishindwa katika vita hivi. Amesema Iran ilipata uharibifu mkubwa zaidi kutokana na uharibifu wa sehemu kubwa ya uwezo wake wa nyuklia hadi maafa ya binadamu ambayo yalikuwa mara kumi zaidi ya yale ya Israeli, lakini kwa upande mwingine, alisema mashambulizi ya Iran yalionyesha kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa Israeli ulikuwa dhaifu. Hani ameongeza kuwa Marekani pia ilionyesha udhaifu wake kwa ulimwengu kutokana na kupungua kwa uwepo wa kistrategia katika eneo hilo na kwamba haikutaka kujihusisha zaidi na vita hivyo. Trump hakulipiza kisasi baada ya Iran kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani na aliishukuru Tehran kwa kumtaarifu mapema kuhusu mashambulizi yake. Kwa upande wa China, Leo Menglong, mwana mwanablogu anayehusishwa na chombo cha habari cha serikali cha Guangcha alipinga wazo kwamba ushiriki wa Marekani katika vita vikuu inaweza kuwa na manufaa kwa China. Alisema kuwa maendeleo ya China hayawezi kudumishwa katika ulimwengu wenye machafuko uliojaa vita na kuambatana na kutengwa na mataifa makubwa. Hangpeng alikataa maoni kwamba China inaweza kupendelea upande mmoja katika mzozo huo, akisema Beijing inatafuta biashara tu, kwani China ni mshirika mkubwa wa kibiashara wa Iran, mshirika wa pili mkubwa wa kibiashara wa Israel na mshirika wa tatu wa biashara wa Marekani. Ameongeza kuwa hakuna mshindi katika vita, isipokuwa tu iwapo unaweza kumwondoa adui kwa hatua moja tu. Ushindi wa kweli unaweza kupatikana tu kwa maendeleo. Sio Marekani wala Iran wala Israel kwa